Nashukuru tena kurudia hapa. Nilitaka kusema hivi kwamba kwa wenzetu ambao wako huko nyumbani na wale ambao bado wangali watakuja huku, ni kusema kwamba huku kwenye tuko ninataka kutoa ile watu wanakuwa najo kwenye kichwa kusema kwamba watu walienda Ulaya kule nyumbani wanafikiria kwamba Ulaya ni sehemu nyingine kama vile paradiso, wapi, lakini sio hivyo. Huku Ulaya sio mbinguni na iko paradizo ningaliki nafasi kama vile fasi nyingine tu, sababu u tunaona mashamba tuko naona miti tuko naona manyumba tuko naona magari. Watu utakapokuja huku usitie vitu vya mingi sana sasa. vile unaenda sasa fasi yenye yani iko, tafadhali sana wandugu wenu mtakuja huku, jua kwamba huku ni sehemu tu kama sehemu nyingine, ni ungani tokea kufanya kazi huku, hautokea kuishi sa vile eh, nani una sa vile tuseme, uko unapata ya bure, au utaka kuishi kwa maisha ya bure ah -ah. huku ukikuya huku utatumika, yani ile wanasema usipotumika na, na usili na, na huku usipofanya kazi na utakula. Lakini kwanza kenew mta, mtajua wale watakuja huku hakuna maisha ya bure. Kila kitu huku tunanunua kwa pesa, hakuna kitu ya bure. Kila kitu kitatumikisha huku ni pesa, na kama ufanye kazi huku na kweli maisha yako yatakuwa mabaya, utakuwa kama maiou. Huku ni lazima ukuje unajitia mkichwa yako kama utakuja kufanya kazi, tena sio kazi tu kama ile ya nyumbani bure, kazi ya kuchoka kama mtumwa, kama vile mtumwa ili uishi vizuri Wanakwambia ukweli, utatumika kama mtumwa huku, ili uishi mzuri, wasikuwa nadanganya kule mitandao. Mtu anasukuma mafoto iko ku building ya babu yake, iko ya babu yake, aiko ya babu yake. Huku utakia kufanya kazi kama vile mtumwa, ndio ujue kuishi. Bado watu wanadanganyaga o oh, unaona Ulaya. Unasikia mtu uko kule nyumbani, unaweza mtumia hata dala mia, hajui jisi wanasumbuka huku anasema ndio pesa gani hii ile, huku wenzetu tunaifanyizia. wenzetu tunaifanyizia kazi huku, hakuna, hakuna, hakuna mchezo. Ndio ile tu nilitaka kuongeza kusema, antuka, kama unakuya huku, ukie najitengeneza, ukie najiandaa, kama wewe unakia kuwa mtuno wa kazi huku, na bila kazi hutaishi. Antuka ni ile tu nilitaka kuongeza kwa wale wenzetu wako nakuya huku

atakutumia pesa inaenda kazi huku, yani kama ukutumika na pesa kule nyumbani msahabu. Asante sana, sikiliza <laughs> sikiliza sana sa